Majirani, leo tunapata majibu kwa nini Wolper anaprefe kubeba pochi kubwa kwenye mitoko yake ya kila siku. Wengi hutumia hizi pochi kwa matumizi kama ya safari, wengine hutumia hizi pochi for maternity, wengine huzitumia hizi pochi kwa sababu zao tofauti tofauti, ila kwa Wolper hii imekuwa staili yake na chaguo lake pendwa. Media has written highlights, lakini watu kwenye mitandao wanaulizana pochi za nini, zinabeba nini and why? Ingawa kuna muda Wolper anaonekana akibeba pochi ndogo and then go back to her normal bags. Swali ni why? Msikilizeni, Wolper ameeleza sababu za kubeba pochi kubwa. Kwa sababu nafikiri mimi huwa na beba prodakti zangu popote nilipo. Kwa sababu naweza ukatokea ukakutana na mteja na mapele hata kwa sabuni namuuzia, umona unamwona mtu kabisa kwamba huyu anajiweza lakini hajui cha kutumia, kwa hiyo unampa. Kwa mimi hivi ni pochi ambayo pia nikitaka kuweka vitu vyangu kama mwanamke, kama mama, sisi wanawake lazima tutembee na kanga, lazima tutembee na, niko kuna muda nasema sipendi shida, kwa hiyo lazima nibebe vile vitu muhimu vyote kwenye pochi, na ili pochi ikae sawa lazima niwe na vitu, yani iwe na pochi kubwa, sio ndogo. Kwa hiyo mimi binafsi toka zamani siwezi kutembelea pochi ndogo, kwa sababu ya matumizi yangu, yani sipendi kujibana. Lakini ilivyokuwa muuza mafuta imezidi yani, imekuwa hata tusemaje, majirani zangu, Wolper ameshaweka nukta kwenye maamuzi yake binafsi. Sikuwahi kuwaza kama hizi zinaweza zikawa miongoni mwa sababu zake. Haya jirani, tukutane kwenye comment section, niambie sababu za Wolper zimekushawishi bye.